Kwingineko ni kwamba rais William Ruto amewataka wahalifu wanaomiliki bunduki kurejesha ama wachukuliwe hatua kali za kisheria na serikali ya kitaifa kwani baadhi yao wanatambulika. Rais Ruto akisema kufikia sasa hivi bunduki mia sita zimerejeshwa na wahalifu hao, akiweka bayana kuwa wakati wa kuhangaisha wananchi wa Baringo umefika kikomo, kwani kama serikali hawatakubali mambo hayo kuendelea. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akiongeza kuwa wataendelea kuongeza juhudi za kukabiliana na uhalifu eneo hilo. Fred Wambua na taarifa hii. Kaunti ya Baringo na hasa eneo la ukanda wa Kerio limeshuhudia utovu wa usalama kwa kipindi cha miaka kadhaa. Leo hii katika ziara yake ya uzinduzi wa miradi ya maendeleo, Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa wahalifu wanaomiliki bunduki kwamba serikali itawakabili wasiporejesha, ila akisema kuwa bunduki mia sita zimerejeshwa kufikia sasa hivi. Na hiyo bunduki inatumika kinyume ya sheria, hiyo bunduki urudishe mapema tafadhali kwa sababu ukingoja, tutakufikia na mambo haitakuwa rahisi. Nyinyi mnanielewa. So mimi nashukuru wale wote tayari tumeletewa ama wamerejesha bunduki mia sita. Bado tunajua tuko na bunduki zingine ambazo hazijakuja ambazo bado zinatuletea matatizo. Mimi nataka niwaambie, tunataka wananchi waishi kwa amani, tunataka wakulima waendelee na biashara yao na wafugaji tunataka watoto wetu wasome, tujenge uchumi, tuendeshe Kenya. Mambo ya vita, mambo ya kupiganisha wananchi, mambo ya insecurity hiyo maneno nimesema, tutakomesha. Rais akisema kwa kipindi cha miaka thelathini wakazi wa Baringo wamehangaishwa na wahalifu hao, na wakati umewadia uhalifu huo kutokomezwa na wananchi kurejea katika maisha yao ya kawaida. Tunajua imekuwa hapa kwa miaka karibu thelathini but imefika siku ya mwisho, na siku ya mwisho ndio sasa tunaelewana. Watu wa Baringo si hawa watu, kila mtu arudishe bunduki. Kama maneno bado izaharibika, warudishe si namna hiyo, na wasijidanganye sisi tunajua kila mmoja mwenye yako na bunduki. Don't cheat yourself and we are going to come for it. Tutakuja kuchukua bunduki, aidha ulete mapema ama tutachukua bunduki na utajua ile itakupata. Tuachane maneno mingi mumehangaisha watu wa Baringo, miaka yote mumehangaisha watoto wetu na kina mama, mumelete wajane wengi, mumelete mayatima wengi, hatuwezi kukubali tena. Nyinyi munanielewa, jameni? Si Baringo munataka amani? Wangapi wanasema Baringo ni amani, Baringo ni amani? Amani, yes, basi Aidha, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amemsifia rais kwa juhudi zake, akisema atangia kuchukua uongozi, kwa kiasi kikubwa usalama umerejea na baadhi ya mashule kufunguliwa na wanafunzi kupata elimu. Tangu kuje kwa kiti ya uongozi, hapa Kerio Valley ilikuwa na shida kubwa sana ya banditry. lakini kwa sababu ya ile investment uliweka, ukahakikisha ya kwamba umenunua equipments ya kutosha, ukawa a uh, tuma maofisa wa kutosha sehemu hii na pia ukalete directions kwa sisi wote ambao tunafanya mambo ya usalama. Mabadiliko makubwa sana yamefanyika Kerio Valley uh, counties Your Excellency na Swa Baringo County, hapa Baringo South haikuwa inakalika Your Excellency, upande ya Mochongoy huko, upande ule wa Arabal, upande ule wa uh, Mukutani na sehemu hii yote mpaka Loruk Your Excellency was ungovernable But because of the work ulifanya hawa wananchi, unaona, hata saa hizi hakuna kiongozi ameomba mambo ya usalama, kwa sababu ile kazi ulifanya imetuliza Baringo hii are... Katika ziara hiyo, rais pia amepigia upato umoja na wananchi kutangamana na kuishi kwa amani. Fredrick Kwambua, Undugu TV.